Nilipata ajali mwaka elfu mbili na ishirini tarehe moja mwezi ni wa pili, nikiwa mkoani Mbeya. Nilikuwa nimepewa lifti tu na bosi wa rafiki yangu. Wakati tupo tunaendelea na safari, simu yake ikawa imeita. Kwa hiyo simu yake wakati imeita, ilikuwa imeanguka chini ya miguu yake, kwa hiyo aliinama ili aweze kuokota ile simu. Kwa hiyo alipokuwa ameinama, kwa na huko anaendesha gari, mimi nilisikia kama kuna kitu kimegonga chini ya gari. Sasa sijui nini kilikatika huko baada ya hapo gari ikawa imefeli breki, kapoteza mwelekeo, mwisho wa siku ndio gari ikawa imepata ajali, mi ikawa imenitupa nje na yeye alibanwa pale pale kwao. Mi niliweza kuumia uti wa mgongo pamoja na kuvunjika mbavu nne ila yule dereva niliyokuwa naye yeye aliweza kufariki pale pale. Basi akawa amekuja mtu akasema, jamani, nimeona ajali huku, mpo wapi? Niwasaidie. mi nikuwa sijapoteza fahamu kwa kweli, nikawa nasema nipo huku, akaja akanivuta akani, alikuwa ni kijana, akaniweka nikalalia mgongo, nikawa naona naumia sana, yani nalia tu

Wakawa mnipeleka hospitali. Nikifika hospitali pale kwa sababu mimi niko hapo na simu. Sababu niko hapo kule Mbeya baridi, nimevaa jacket, nimeweka mikono hivi. Kwa niko hapo, simu yangu ikaanguka. Basi nikawa nimechukua simu bado, hapo mawasiliano hayajakata vizuri. Nikawa nimetoa taarifa huko nyumbani, nipigie mtoto kangu, nikamwambia ambie hapo nyumbani kama mimi nimepata ajali. Baada hapo, mwili wangu ndo kapoteza kabisa mawasiliano. Yaani, kama nimekata mawasiliano kuanzia huku kushuka chini kote, nikawa sisikii chochote. Na pia shingo nayo ikawa imekaza siwezi kugeuka hivi wala hivi. Hapo nikaona mgongo wangu ni hivyo vile vyuma vimeka kama ndio vimeshika mgongo. Kwa hiyo niambaga tu wewe utakaa navo. Kwa hiyo vyuma vile nane ninavyopaka sasa hivi mgongoni. Japo mwanzo ndio hivyo nikopo, siwezi hata kukaa. Lakini sasa hivi namshukuru Mungu naweza hata hivi kukaa. Mm -hmm. Nikopo, siwezi hata kula. Natumia mrija na kula vyakula vyepesi tu uji, maziwa, mitoli. Kutumia mrija kwa sababu nikopo siwezi kula chakula chochote. Kwa hiyo namshukuru Mungu, Mungu hata hapa nilipofikia Naamini kabisa kwamba nikipata msaada wa bima, nikaweza kufanya mazoezi, nitaweza kusimama na nitaweza kutembea. Changamoto nilizo nazo, kutokea juu mpaka kiunoni sasa hivi, na na mawasiliano nasikia, lakini kutokea hapo kwenye kiuno kushuka chini miguuni, sina mawasiliano, sina hisia, kwa sababu hata nikitaka kujisaidia sihisi chochote. Nakuwa nahitaji pampers, pati, mafuta, Sabuni pia sabu, saa nyingine mama yangu anakosa hata hizo sabuni, anafua nguo zangu hivyo hivyo tu na maji. Naomba msaada kwa Watanzania wenzangu na watu wote ambao wanaweza wakapata hii habari. Uhitaji wangu mkubwa sana niweze kupata bima, ili niweze kufanya mazoezi. Naamini Mungu atanisaidia, nitakuwa sawa. Na chochote kile ambacho mtu ataguswa na moyo wake, iwe kikubwa iwe kidogo, mimi nitakipokea. Nashukuru. namba yangu ya simu sifuri saba nne sita nne tatu saba tisa mbili tisa Jina Merina Mogwa.